Ndugu mgombea, mimi kazi yangu pamoja na wengine sisi watu wa Geita tulishajua kwamba mwenye wajibu wa kusaisha ule mtihani nani wa kwanza, ni Kagera au kaskazini ama kokote, kazi hiyo utaifanya wewe. Sisi kazi yetu ni moja tu, kuhakikishia kuwa tunakwenda tena kukuchagua katika uchaguzi unaokuja, na hatukuchagui kwa sababu nyingine yoyote tunakuchagua kwa sababu tunajua imani yetu, matarajio yetu, na kwa kweli uhakika wa maisha yetu uko mikononi mwako. Wewe ni mgombea kati ya wagombea wengine ambaye utakaposimama hapa kuzungumza, utaanza kwanza kueleza yale uliyoyafanya, kisha utaeleza kule tunakokwenda. Tumekusikiliza na ilani tumeisoma, bila shaka yoyote kwa mtanzania anayejua kule tunakoenda ni bora kuliko tuliko sasa hivi, na kwa sababu wewe umethibitisha ndani ya miaka minne unaweza kutupeleka mahali pazuri zaidi, imani yetu inakuwa kila wakati. Na ndio maana kama alivyosema Dr. Bashiru wanaokupigia debe sasa ni Watanzania wenyewe, kwa sababu umeonyesha bila shaka yoyote unayo majibu ya shida zao. Ndugu mgombea, umekuwa kinara wa kuimarisha uchumi wetu, nchi yetu pamoja na dunia. Mama, umetufundisha kuishi kwa kujali utu na utu wako. Kujali kwako ndiko kunakowafanya Watanzania wajitokeze. Imani yetu ni kwamba baada ya uchaguzi huu utarudi tena Geita utakuja kutufanyia mambo mazuri. Hapa Chato umetutengenezea mambo mazuri, tuna hospitali ya kanda iko Chato na wagombea ubunge wenzangu wamezungumza vizuri, sitaki kuyarudia hayo. Mama, tunakushukuru sana unapohitimisha ziara yako kwenye mkoa wa Geita, Nenda kifua mbele, ukiamini kuwa watoto wako kaka zako ndugu zako wa Geita na Chato wanakupenda na wanakuombea sana. Na kwa kweli tumekubaliana tuseme kidogo, tutende zaidi. Mtu yoyote mwenye matokeo hasemi sana, kama mama yetu mnavyomwona hasemi kwa sauti kubwa, wala hasemi mengi, utaona vitendo nonkwelemu montoji atavizaga nami hayo mingi oloshikakowela natkayeye ya vyarwe nao. Nataka niwaombe, Oktoba ishirini na tisa ndicho kipimo tunachokwenda kupimwa Geita. Hatutapimwa kwa kutamka hapa mama tutatiki. Hapana, tutapimwa kwa idadi ya kura. Ninataka tukapige kura, sio tu za upendo, upendo wenye hasira ya kutafuta ushindi kwa ajili ya Tanzania. Niwaombe nione mikono wale mtakaoniunga mkono. CCM oye!